Jamii inabadilishwa kwa yale ambayo kanisa linafanya. Ndio maana kanisa likifanya mabaya watu wanaongea sana kuhusu kanisa, na likifanya mema watu wanakimbilia huko kanisani. Kwa hivyo mimi na wewe ndio mabalozi wa kuleta hayo mema ya Kristo kwa jamii yetu. Labda niwaulize, yako mambo mangapi ambayo ndiyo mchango wa kanisa katika jamii yetu? Labda tuanze na nyinyi hapa naweza mkaniambia mambo mawili matatu ambayo mnaona ni mchango haswa wa kanisa katika kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Ehe, wa kwanza. Yes, karibu. Mambo ni amani, kama vile tunavyotazama kanisa likishaendelea vizuri, kanisa likisimama katika msimamo ule ambao neno lake linasema kwamba tuishi katika neno lake, tutaishi pale tunapokuwa na amani. Hata jamii kule nje tutawatengeneza kuwa na amani. Na Mungu nasema, endaleni nyinyi kwa nyinyi, kwa sababu pasipokuwa na upendo hata kanisa haliwezi kusonga mbele. Mm. Na bila upendo hata jamii haiwezi ay, kusikia lolote tunalolisema, kwa sababu kama huna upendo katika jamii, mambo yote lazima utakuwa umefeli. Mmoja katika jamii ni kuunganisha, kuangalia na kushirikiana mambo katika jamii, kanisa linapeleka huduma.